Kwa hiyo hakuna sehemu inayotoa nafasi kwa klabu kiongozi ayo yoyote e, kuzungumzia mwamuzi kabla. Kanuni hiyo hiyo ya 39 ibara ya 8 kama sio ya tisa, sikoshua sana e, inaelezea pia sasa, kwamba kiongozi, mchezaji, kocha au mtu mwingine yeyote haruhusiwi kumkataa mwamuzi aliyepangwa na kamati ya waamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, haruhusiwi kumkataa, lakini pia haruhusiwi kumjadili wala kumshutumu kupitia vyombo vya habari. Hiyo ni kanuni ya 39 inayoelezea kuhusu waamuzi. Asanteni sana, na kufikia hapo tumekuwa tumefikia mwisho wa mkutano wetu, na tuwatakie tuwatakie kazi njema.